Karibuni sana nyote katika mafunzo ya uandishi wa kontenti inayoshawishi. Bila kupoteza muda, ni mkaribishe mkufunzi wetu Fred Ma ili atupitishe hatua kwa hatua kwenye moduli za programu hii ya uandishi wa kontenti inayoshawishi. Shukran sana Madam AI kwa kunikaribisha na kwa kweli umenikaribisha kwa uzuri kabisa. Basi nikuombe Madam Weyai, e, upate kupumzika na kunywa maji kidogo wakati huo, e, nikiwa sasa naenda kuzungumza na ndugu zangu hawa E, juu ya mawili matatu yanayohusiana na programu yetu hii muhimu sana ya uandishi wa content. Basi wote ambao mnanisikiliza popote pale ulipo, ndani na nje ya Tanzania, basi huu ni wakati murwa kabisa ambapo tunakutana kwa mara ya kwanza kwa baadhi yenu, na mara nyingine tena na tena kwa wengi wenu katika safari hii murwa kabisa ya uandishi wa kontenti inayoshawishi. Ndugu zangu, nipende kuwakaribisha. Kama kuna kitu ulikuwa unafanya, unaweza sasa kwa muda walau wa dakika hizi ishirini kumi na tano ukapumzika kidogo, ili ukaweza kunifuatilia kwa umakini zaidi, ili sasa kile ambacho ninaenda kukushirikisha, basi kiingie katika akili yako na uweze kukielewa barabara. Ndugu zanguni, tupo katika ulimwengu ambao uandishi wa content ni biashara. Tupo katika ulimwengu ambao maudhui kwa ujumla ni dhahabu, na hivi bila shaka ndiyo maana upo mahala hapa, wengine mpo katika grupu hili la WhatsApp kwa sababu kwa sababu mmeielewa dhana hiyo kwamba E, maudhui kwa sasa ndiyo habari ya ulimwengu. Na hivi napenda kuwashukuruni sana kwa kuitikia mwito. Hatimaye leo tuko pamoja hapa walau tuanze safari yetu hii muhimu sana ya kuyaelewa mambo ya msingi yanayohusiana na uandishi wa content. Na hivi katika safari hii hautakuwa tu mwandishi wa content. Elewa neno la mwisho la msingi sana, waandishi wa content wamejaa mtaani, wamejaa mtandaoni. Hapa unaanza safari ya kuwa mwandishi wa content inayoshawishi, kwa sababu kama content yako haishawishi, haiwezi kukuletea wateja na wala haiwezi kukuletea e, wafuasi ambao, malengo mahususi ya kuwa na maudhui ni kwamba tuwashawishi watu watende kama vile ambavyo maudhui hiyo inataka mtu huyo atende. Basi bila kupoteza muda tuanze na mambo haya ya msingi. Je, nikuulize swali: unatamani kupata wateja wengi ili kukuza biashara yako? Kwa mfanyabiashara yeyote mwenye akili timamu ambaye ndiye wewe hapo unayenisikiliza, jibu hapa ni ndio. Ni lazima utahitaji e, wateja wengi ili uweze kukuza biashara yako, kwa sababu haujaanzisha biashara ili ife. Na hivi nipende kukuambia kwamba njia ya kuyafikia mafanikio hayo inaweza kuonekana ni ngumu sana. Kwa sababu ni kweli ni ngumu sana. Lakini kuna silaha moja yenye nguvu inayoweza kutimiza matamanio hayo ya wewe kupata wateja wengi na kukuza biashara yako. Nitakueleza silaha hiyo leo na niko hapa kwa sababu ya kukueleza hayo. Madam AI amenikaribisha hapa na kunipatia stage ili nikueleze silaha hiyo, na hivi makinika nami ili uweze kuielewa silaha hiyo katika unagaubaga wake. Katika kitabu chake bora sana cha 100 million US dollars leads, Alex Hamoz anasema kwamba ziko njia kuu nne ambazo unaweza kuzitumia ili kunasa wateja wengi na hapa tunaenda kuziangazia njia hizo kwa ufupi sana. Njia ya kwanza anaita mawasiliano vuguvugu vugu, yani warm outreach. Maana yake hapa ni kwamba unawasiliana na watu wa karibu yako, watu ambao wakiona message yako hawakushangai, na hivi unaweza kupata wateja wengi kwa kuwasiliana na watu unaowafahamu tayari na wao pia wanakufahamu. Watu hawa wanaweza kuwa rafiki, watu wa familia, washikaji zako wa zamani eee. Sema hawa huwa hawanunuagi bwana <laughs> washikaji wa zamani huwa hawanunui hawa, lakini unaweza pia kuwashirikisha fursa, lakini vilevile watu walio comment au walio like post yako. kwa hiyo ukiwafikia watu hawa e, kitaalam katika usokonishaji, katika marketing, tunaita kwamba ulichokifanya hapo ni warm outreach. Maana yake maana yake ni mawasiliano vugu vugu, yani hakuna mshangao sana kwa sababu mnafahamiana eh. Ukweli ni kwamba hatuandiki tu kama ambavyo tunaandika message za kawaida. Unapoandaa ujumbe ambao unataka ukuletee wateja wengi, una namna zake za kuandaa ujumbe huo, na hivi ipo namna ya kuandikia watu hao ili kuwajulisha bidhaa ama huduma yako na ili wasisite kukujibu na hatimaye kukuunga mkono na kununua bidhaa yako ama huduma yako. Hayo yote tutajifunza zaidi kwa wale watakaopata nafasi ya kujiunga na programu hii ya Uandishi wa Kontenti Inayoshawishi. Njia ya pili ni kuposti kwenye mitandao ya kijamii posti content, posti, posti, eh, posti maudhui kwenye mitandao ya kijamii hii. Ni njia ya pili ya kupata wateja wengi. Hapa ndipo nguvu ya kuandika maudhui inapoonekana wazi. Kwa kuandika content yenye thamani, yenye kuelimisha na inayovutia kwa wasomaji wako kama vile blog makala au video za mauzo yaani video sales letters kunaweza kukuletea wateja wengi. Kumbe njia ya pili ambayo unaweza kuitumia ili kupata wateja wengi na kukuza biashara yako ni kwa kuandika maudhui, kwa kuchapisha maudhui katika mitandao ya kijamii na hivi, njia hii ya kuandika maudhui katika mitandao ya kijamii, utakuwa unawavutia wateja wapya bila malipo katika usokonishaji. Mtindo huo wa kupata wateja bila kulipia tunaita ni organic leads generation, maana yake unapata wateja tarajali bila kulipia gharama yoyote. Ili uweze kuwapata wateja hao, tutakuja kuelewa vizuri wateja tarajali ni akina nani. Na hivi maudhui yako mtandaoni kwanza yatakufanya uonekane mtaalamu. Unapoandika kitu unajijengea credibility ya kuonekana kwamba wewe una utaalamu na weledi professionalism, ya kuandika kitu hicho unachokiandika kwa sababu ingalikuwa hauna utaalamu wa kukiandika kitu hicho usingalikiandika. Na hivi unapoandika kitu mara kwa mara kwa ufasaha na ufanisi na ubora wa hali ya juu, inakujengea credibility kwamba wewe ni mtaalamu katika mambo hayo unayoyaandika. Lakini vile kuposti e, maudhui mtandaoni pia e, kutakujengea uaminifu na credibility kama ambavyo nimekwisha kusema, vilevile vile, Desturi hii ya kuposti posti mitandaoni itasaidia kukuza brandi yako, kwani maudhui yataifanya brandi yako ionekane ya thamani sana. Na hivi hatuwezi kubishana juu ya umuhimu wa kuandika content katika mitandao ya kijamii. Hizo ni namna mbili za kupata wateja. Namna ya kwanza tumeona, ni warm outreach, unawafikia watu ambao wanakufahamu nawe unawafahamu. Mtu ambaye amecomment amependa andiko lako, unaweza ukampa fursa ya biashara. Mtu ambaye amelike unaweza ukamdm ukasema, oh, nimeona umelike nipozungumzia kwa mfano juu ya uandishi wa content inayoshawishi. Sasa nina programu yangu ya uandishi wa content inayoshawishi. Je, ungelipenda ujifunze zaidi? Kwani ninazo mbinu ambazo zinaweza kukusaidia kuandika maudhui inayoshawishi kama ungelipenda zaidi basi jibu ndiyo, nikupe maelezo zaidi. Ukiwa DM watu mia mbili e wala watu kumi watasema ndio, na katika watu kumi ukiuza kwa watu watatu umefanya biashara. Hiyo ilikuwa ni njia ya kwanza, na njia ya pili e, ni ya kuchapisha content katika mitandao ya kijamii ambayo itakusaidia wewe kupata wateja bila kulipia, ambayo tumeisema kwamba ni organic leads generation. Sasa njia ya tatu ni njia ya mawasiliano baridi, yani cold outreach. hii ni njia ya kuwageuza watu wageni wasiokujua kabisa kuwa wateja tarajali. Mbinu hii inahusisha kufikia watu ambao hawakufahamu kabisa. Ingawa inaweza kuonekana kuwa ni njia ya kuboa sana, lakini uandishi wa kontenti inayoshawishi utarahisisha mambo haya yote. Dawa hapa ni kuandika ujumbe unaoshawishi na unaowagusa walengwa wako kiasi wajione wajinga kukataa ofa yako ambayo unawapatia hii code outreach ni wale ambao wanakuja DM na kukwambia bwana eh, habari yako eh, tuna, tuna, tunafanya biashara hii je ungependa kujiunga na program hii huyu mtu wewe haumfahamu hii ndio code outreach wale watu ambao wanakupigia simu Eh, anyway, yani huijui hiyo namba humjui huyo mtu lakini anakupigia simu ana anaku anakupa ana, ana, ana fursa ya biashara. Hiyo ndio code outreach. Sasa watu wengi huwa tunachukia message hizo kwa sababu zinaandikwa katika mtindo ambao unatia hasira. Yaani mtu haumfahamu na alichokuandikia hakieleweki. Maana yake ni lazima upate hasira na ndio maana watu wengi wanaofanya cold outreach wanashindwa kupata mafanikio kwa sababu hawajui kuandika vizuri kiasi cha kuvutia. Tutaenda kujifunza mbinu ambazo zitakuwezesha wewe kuwa na uwezo wa kuandika ujumbe unaovutia hata kwa mtu asiyekujua ajione mjinga e, kushindwa kuchukua au kununua ofa yako. Kwa hiyo tutaenda kuona kila kitu katika undani wake. Na njia ya nne kadri ya Alex Hormozi katika kitabu chake nilichokitaja ni, ni kwamba unapaswa kulipia matangazo. Hii ni njia ya haraka sana ya kupata wateja. Ukitaka kupata wateja wengi kwa haraka, lipia matangazo. Hata hivyo, uandishi wa kopi za matangazo zinazovutia ni jambo pekee litakalokuletea wateja wengi. Hata ukilipia tangazo lako milioni kumi, kama tangazo hilo halivutii walengwa wako, basi kamwe hautageuza watu hao kuwa wateja tarajali, na usipowageuza watu kuwa wateja tarajali ni ngumu kupata wateja tayari. Kumbe kuandika kontenti hakuepukiki abadani. baada ya kuziona hizo mbinu kuu nne ambazo unaweza kuzitumia ili kupata wateja wengi. Sasa tupate fursa muhimu tena ya kuangalia tofauti kati ya mwandishi wa content na mwandishi wa copy za matangazo, yaani kati ya content writer na copywriter. Mwandishi wa content ni nani? Huyu ni mwandishi ambaye focus yake ni kutaarifu, kuelimisha au kuburudisha wasomaji wake. Mwandishi wa content ana uwezo mkubwa sana wa kuandaa content inayoshawishi kwa ajili ya majukwaa mbalimbali kama vile blog, tovuti, mitandao ya kijamii, barua pepe na kadhalika. Huyo ni mwandishi wa content. Mwandishi wa copy za matangazo hasa za kidijitali ni nani? Copywriter huyu ni mwandishi mshawishi wa kibiashara ambaye hutumia nguvu ya maneno yenye nguvu ili kukuza biashara, yani kuongeza mauzo. Kazi kubwa ya mwandishi mahiri wa kopi ipo katika kujua kutumia nguvu ya maneno yenye nguvu ili kumshawishi na kumsukuma mteja tarajali ili aweze kuwa mteja tayari na achukue hatua. Hatua hizo zinaweza kuwa kununua bidhaa, kupakua ripoti au kijitabu, kupakua application, kuwasiliana na kampuni na kadhalika. Je, Swali muhimu hapa, unawezaje kuwa mwandishi mahiri wa content? Inawezekana. Sasa ziko namna tatu za kuwa mwandishi wa content au kopi za matangazo. Njia ya kwanza, anza tu kuandika wewe mwenyewe vile unavyojisikia. Nenda Facebook, nenda Instagram, chapisha, andika, andika vile unavyojisikia kuandika. Namna ya pili, soma sana vitabu vya uandishi wa content au tazama video mbalimbali za YouTube, na uanze tu kuandika unaweza kuwa mwandishi wa content. Na namna ya tatu, jifunze kutoka kwa mnasihi au mentor. Sasa, namna ya kwanza na ya pili zitakufanya kuwa mwandishi wa kawaida wa content. Utakuwa mwandishi wa content, lakini mwandishi wa kawaida wa content. Namna ya tatu ambayo, e, unalazimika kujifunza kutoka kwa mnasihi au mentor, itakufanya kuwa mwandishi mahiri wa content inayoshawishi. Wewe, kwa kuwa hapa leo hii, umepata bahati hiyo ya kuelekea kuwa mwandishi mahiri wa kontenti kwa sababu unaweza kupata bahati ya kufundishwa na menta au mnasihi ambaye ni mtaalamu wa uandishi wa kontenti inayoshawishi. Na hivi kama unataka kuwa mwandishi mahiri wa kontenti inayoshawishi na bila shaka unataka ndiyo maana uko hapa basi, ni kwambie tu uamuzi ni wako leo. Je, uamuzi huo unaweza kuufanya kwa kuzingatia vitu gani? Basi tupate wasaa kidogo, ili nikueleze niliyokuandalia, nikueleze kinaga ubaga katika programu yetu ya uandishi wa kontenti inayoshawishi. Tunaenda sasa kuangalia module zote, ili uweze kupata kwa kina nini tumekuandalia katika programu hii nzima ya uandishi wa kontenti inayoshawishi mara mweyai. Unaweza kunikaribisha tena tafadhali.